Kama unapata dalili kali sana wakati unaelekea ukomo wa hedhi au uko tayari katika umri wa kukoma hedhi, kwa mfano, joto kali sana kiasi kwamba mpaka unaloanisha nguo zote, unapatwa na tatizo la ukavu wakati wa tendo la ndoa, kuchukia kabisa tendo la ndoa, hauna hisia kabisa, kudhoofika kwa mifupa, mifupa yako inakuuma, pingili zinakuuma, jointi zinakuuma huelewi nini kinachoendelea, misuli yako inakuuma, hali ya stres nyingi kichwani, usaulifu, kukosa usingizi, hali hiyo kama imekithiri sana, na kuomba utembelee hospitali yoyote, unaweza kufanyiwa uchunguzi wa kina kuangaliwa nini hasa ambacho kimeingilia kati. Unaweza kuwa unasingizia ni dalili za kabla ya ukomo wa hedhi au dalili za ukomo wa hedhi, kumbe kuna kitu kingine kimeingilia kati. Hivi ni vitu ambavyo nimeshauri katika kitabu changu, unatakiwa kuvipima ili kuweza kujibaini nini kinachoendelea kwenye mwili wako. Kitu cha kwanza, naomba ujitathmini, una uzito kiasi gani? Uzito mkubwa unachangia kuwa na mauzi makali sana wakati wa ukomo wa hedhi au wakati unaelekea ukomo wa hedhi. Pia uzito mdogo uliokithiri uchangia sana wewe kuwa na mauzi makubwa wakati unaelekea ukomo wa hedhi na ukiwa ndani ya ukomo wa hedhi. Jambo jingine ni kuwa na msongo wa sumu e. Mwili unapokuwa una msongo mkubwa wa sumu e, za vyakula vya kukaanga e, hali hii huchangia sana mwanamke kuwa na maumivu makali sana wakati wa ukomo wa hedhi. Hivi hii hali huweza kupimwa kwa kuangaliwa chronic inflammation markers, interleukin 6 high sensitivity CRP, na inflammatory markers tofauti tofauti, zinaweza zikaeleza kwa nini wewe unapitia eh, dalili kali kiasi hicho kuliko watu wengine, kwa sababu si kitu ambacho unatakiwa ukilalamikia, lakini wewe kila mtu unamlalamikia ili tu upate ufumbuzi, hii hali unaopitia ni ya kawaida au si ya kawaida. Kama hiyo hali inadiliki wewe, eh, kukufanya huye unaisimulia kwa kila mtu, mpaka unaenda kumlalamikia daktari, basi ujue ya kwamba yaweza kuwa kuna kitu kinaendelea mwili kuwa katika msongo wa sumu, chronic inflammation markers. We ingia tu katika mitandao, andika tu chronic inflammation markers na severe, eh, perimenopause o menopause symptoms, utashangaa jinsi gani ambavyo utaelezwa mambo mazito ambayo nimeyaeleza kwenye hiki kitabu cha Sayansi ya Homoni na Ugumba, lakini unatakiwa pia ujichunguze uwezo wa mwili kutumia sukari, kuwa pre-diabetic, yaani mtarajiwa wa kuumwa kisukari au kuwa mgonjwa rasmi wa kisukari. Hali hiyo huongeza kasi au kiwango cha dalili za wakati wa ukomo wa hedhi. Ni kweli unaweza ukawa na stress, unaweza ukawa msaulifu.

katika kiwango kilichokithiri, lazima kuna kitu kingine ndani ya mwili wako ambacho kinafanya zile dalili zikithiri. Pia unaweza ukachunguzwa tezi ya shingo, tezi ya thyroid, kama inafanya kazi vizuri. Kuna vipimo vingi ambavyo vinaweza kukuchunguza katika hatua ukiwa umeugua kabisa, au katika hatua huu ugonjwa ukiwa umejificha, yani thyroid disorders, zikiwa bado ziko hidden kwenye mwili wako. Kuna vipimo ambavyo daktari anaweza akakufanyia uchunguzi ili kuweza kubaini nini hasa kinachofanya unapata dalili kali kiasi hicho, kiasi kwamba kila mtu unatamani kumlalamikia A, ili aweze kukueleza kama unapitia hali ya kawaida au sio. Kitabu hiki kitakusaidia namna ya kujiepusha na matatizo yote wakati wa ukomo wa hedhi na kabla ya ukomo wa hedhi. Lakini pia kitakusaidia uweze kukoma hedhi katika umri sahihi ili kuweza kuzuia maafa haya ya ukomo wa hedhi.